Habari yako wewe unayetazama wakati huu. Hii ni Zantime, mimi ni Amina Lumwecha, nikwambie karibu sana. Na leo ni wakati mwingine wa saa mwingine kabisa, nikwambie karibu sana katika kipindi ki, ki, chetu hapa, na leo tuko na mgeni ambapo punde tu utakwenda kumfahamu na utafahamu yaliyo mengi kabisa kupitia hii siku ya leo, nikwambie tu karibu sana mimi ni Amina Lumwecha, karibu sana mgeni katika studio zetu, jisikie huko nyumbani, jisikie huru pia. Na kwanza kabisa, nadhani watazamaji wana hamu ya kukufahamu jina lako, lakini pia nafasi ambayo ulikuwa nayo. Asante ah, sana Bi Amina ah, na kwa kweli watazamaji wetu wa Zantime wananijua vizuri, lakini leo nimekuja na kofia nyingine. Leo mgeni mwenyeji, mwenyeji. Leo, mwenyeji. <laughs> Uh, mimi naitwa Mohamed Bakari na uh, katika ujio wa leo leo, nimekuja kama mmoja wa viongozi wa timu ya Blue Kids. Leo sikuja kama mmoja ya staff ya Zantime, leo nimekuja eh, kama kiongozi mmoja wa timu. Siku ya jana lilifanyika tukio kubwa sana na bila shaka. Ndiyo mwenyewe ulikuwepo, ulishuhudia na ulikuwa miongoni mwa watu ambao wameshiriki katika tamasha hilo, ambapo ilikuwa ni swala zima la kutambulisha wachezaji. Kwanza tu tuambie, siku ya jana ilikuwaje na wewe binafsi pia ulijisikiaje? Uli, uli lakini pia maandalizi yalikuwaje siku ya, siku ya jana? Kwa kweli, siku ya jana ilikuwa ni siku kubwa sana kwa Blue Kids Football Club kwa club, sababu ni siku yao kama ambavyo inajulikana kwa jina la Blue Day. Kwa hiyo ni siku ya blue na ilikuwa real blue. Of course. Na tumeita Blue Day kutokana na kwamba team ni Blue Kid na tumeita Blue Kid kwa sababu ya eneo tulilokuwepo. Timu yetu ipo Michikichini Mto Barafu, katika jimbo la Mwera, na kwa sababu ya mto maji yanawakilishwa kwa rangi ya blue, kwa hiyo na sisi tukaamua tuwaite watoto wa blue. Blue kids kwa maana watoto wa Mto Barafu. Kwa hiyo, na siku yetu tukaiita siku ya blue ambayo tunakwenda kufurahi pamoja na kuwatambulisha wachezaji ambao wanakwenda kutuwakilisha katika msimu unaokuja. Lengo ama madhumuni ya, of course. Ya of course. kwa sababu hakuna mshabiki kiongozi wana mchezaji ambaye ameweka comment yoyote kwenye hilo jina kwamba angalau hata siku moja tu kwamba jamani mbona jina kama hili linaukakasi ukakasi hakuna maanake ni kwamba jina limeakis na washabiki ndio wenye timu sababu timu bila mashabiki sio timu hicho takuwa ni kigenge lakini mashabiki wapo Mliwaona, na kwa kweli wao wameridhika nalo. Maana yake ni kwamba limeakis, limeendana na, na wanachohitaji lime lime vizuri sana. Na tukio lililofanyika jana, nadhani limewahusu watu wengi sana, ndio walokuwepo katika shughuli, lakini pia nje ambao walikuwa wakitazama. Nadhani kuna vijana wako nje ambao wanatamani na wao kuwa ni miongoni mwa watu miongoni mwa timu ambayo iliotambulishwa hapo jana. Ndiyo, kupitia wachezaji ambao wametambulishwa jana kwenye mm -hmm, kwenye kwenye tamasha, mligunduaje vipaji vya wachezaji? Unajua uh, kukiona kipaji ukajua kama ni kipaji hicho nacho pia ni kipaji. si kila mtu ana jicho la kuona kipaji lakini hicho nacho pia ni kipaji chingine cha kuwagundua, yes, wenye vipaji. Unaweza kuwa hata nyumbani kwako una mtoto na ana kipaji lakini usijue kwamba mtoto wako ana kipaji kikubwa ha. So sisi tumeweza kugundua vipaji kwa sababu tuna scouting team ambayo kazi yao ni kupita kuangalia vipaji vya watoto na kuona kwamba hiki kinahitaji kuendelezwa, kina uwezo wa kufika mbali, tunakihitaji basi, tuna, tunawachukua katika namna hiyo. Na sisi tuna watoto zaidi ya mia moja na ishirini ambao wapo Blue Kids, lakini si wote wanaweza kupata nafasi ya kucheza, kwa tunatafuta wale ambao tunaona kwamba hawa sasa ni, ni tayari kuwapeleka kwenye msimu na peleka. Of course, tuna msimu wa pili sasa ambao tunakwenda kushiriki ligi. Msimu wa kwanza tulikuwa na watoto wachache, lakini baada ya kuona watoto wamehamasika, wazazi wamehamasika kuwaruhusu watoto kucheza mpira, so tumepata watoto wengi kabisa, na wengine wanakuja wenyewe kabisa, aa jamani, ah, naona hapa blue kid ndio nyumbani ambapo naweza nikafanya kitu na nikaonekana. So, wanakuja na mi nakupa challenge Uh, nyinyi watu wa media hebu utafuteni katika wilaya yetu timu gani inafanya tunachokifanya sisi. Ah, of course ni, ni timu moja lakini sisi protocol yetu ile main target ni kuwapa exposure watoto ambao wana vipaji hiyo. mm -hmm. Ndiyo target yetu ya kwanza. mm -hmm. Kwa hiyo sisi tumekuwa na makundi manne tuna watoto wa central miaka around 17 hadi 19 20, tuna junior, tuna juvenile, halafu tuna below juvenile ambao wao tunalea. Kwa hiyo hao ndio tunaamini kwamba watakuja kuleta mageuzi makubwa ya kimpira katika nchi yetu. Kwa hiyo tunalea below juvenile, mm, so, so na tukiangalia upande mwingine kwenye uandaji wa wa kuandaa wa, wa, wa watoto katika kuwataftia kuwagundua kuwa vipaji vyao, hii kwa nyinyi mnahisi ni, ni kitu rahisi ambacho kinawezekana ama labda kuna namna nyingine ambapo mnaweza mkaijaribu mka, mka, kuifanya? Hapana, sio kitu rahisi mm -hmm. Kwa sababu kama ingekuwa rahisi kila mtu angekuwa anafanya lakini mpaka unaona wanaofanya ni wachache ujue kuna ugumu wake pia tunapata changamoto kwa sababu hata huyo mtoto ukimgundua bado kuna pati ya pili kwa sababu ni under 18 kwa hiyo ana, ana, anamilikiwa na familia familia ndio ina mamlaka ya kumruhusu kucheza au asicheze kwa hiyo unaweza wakati mwingine ukamwona mtoto ana uwezo mzuri lakini mzazi sasa anakwambia hapana, mimi sitaki mtoto wangu acheze mpira. Na huwezi kumlazimisha kwamba basi lazima acheze, hapana. Nabidi ukae naye chini, muzungumze, umbembeleze mpaka kuelewe, ndio una, una, unapewa huyo mtoto. Lakini kwa sababu si kila mtu anaweza kuona kipaji, ndo maana tumeunda scouting team, ambayo ina watu watano ambao kazi yao kubwa ni kuangalia watoto ambao wanahisi wana uwezo wa kucheza mpira, vipaji wanavyo. Sisi roli yetu sasa ni kuwezesha mtoto yule kuja kwenye timu na kuanza kukilea na kukikuza kipaji ambacho yuko nacho. Sawa sawa, wewe ni mmiliki wa, wa timu Ma, um... of course huh? una nadhani, naamini kwamba unapitia una changamoto nyingi lakini pia ipia kuna faida zake ambazo zinapatikana. faida ni zipi, lakini pia changamoto ni zipi ambazo? Mimi nadhani uh, kikubwa unafanya kitu kulingana na passion yako. Hasa ukiona kile ambacho unafurahia kukifanya na unakifanya na kufurahi, ni kitu kikubwa sana. Si kila mtu ana furaha katika maisha. Unaweza kuwa una hela nyingi, unaweza kuwa una vitu vingi vizuri, lakini kama bado havikupi furaha. Kwa hiyo unapofanya kile ambacho kinakupa furaha na ukawa unakifurahia, hayo pia ni mafanikio kwa upande mmoja. Challenge zipo nyingi, challenge zipo nyingi kwa sababu uendeshaji wa team ni fedha, na sasa tuna vijana wengi kwa uwezo wa kuaccommodate idadi kubwa ya, wa, ya, ya watoto uwezo wetu haukidhi kwa accommodate idadi kubwa ya watoto, lakini watoto wapo wengi ambao wanataka kucheza. Kwa watoto ambao wamejitokeza, wapo eneo lile pekee mulilokuja jana na no uwezo wa kutoa hata timu tano sita zikienda kushiriki ligi, lakini uwezo wa kifedha hicho, uh, nako ni kipengele, na kwenye, utayari wa wenye fedha kuwekeza kwenye mpira, hilo ni suala jingine, kwa sababu mpira ni uwekezaji, kama ambavyo unafungua kampuni ya ujenzi, unafungua kampuni labda pengine ya real estate, na unapotengeneza team ni uwekezaji, ko kwa, kwa sisi mpaka sasa bado haijatulipa. Except sisi ndo tumetumia gharama na tunaendelea kutumia gharama na tutaendelea kutumia gharama mpaka pale ambapo itaanza kutuletea matunda ya kifedha.